Je, kulikuwepo na binadamu wengine kabla ya Adamu na Hawa? Kwenye Biblia na Kuran tunasoma kwamba binadamu wa kwanza aliumbwa na Mungu, Adamu na mkewe Hawa. Lakini je, hii ndiyo historia kamili ya mwanadamu? Kwa nini sayansi inasema kulikuwa na mamilioni ya watu kabla ya miaka elfu sita? Na je kuna maandiko ya kale yanayodokeza kwamba kulikuwa na binadamu wengine kabla ya Adamu? Leo tunachunguza moja ya siri kubwa zaidi ya historia ya mwanadamu. Moja. Maelezo ya kidini: Adamu na Hawa kama watu wa kwanza. Biblia, Mwanzo mmoja mpaka mbili inasema Mungu alimuumba Adamu kutoka mavumbi, kisha Hawa kutoka ubavu wake. Quran, sura Al-Baqara na sura Sad zinaeleza jinsi Allah alivyomuumba Adamu kwa udongo, kisha kumpulizia roho. Katika mtazamo huu Adamu ndiye mtu wa kwanza na wote tumetokana naye. Lakini tatizo ni kwamba maandiko haya hayataji moja kwa moja ikiwa kulikuwa na viumbe wengine kabla yake. Kuna mianya ya kutafakari. Mbili, udhibitisho wa kisayansi na archaeology. Sayansi ya anthropology inasema binadamu wa kisasa Homo sapiens sapiens, wameishi kwa takriban miaka elfu mia mbili. Kabla yao kulikuwa na spishi zingine kama Neanderthals, Denisovans, Homo erectus na zingine nyingi. Mabaki ya kale fossils yamepatikana duniani kote kutoka Afrika, Ulaya hadi Asia yakionyesha kuwa kulikuwa na aina tofauti za binadamu kabla ya historia ya kidini. Swali ni, je, hawa walihusiana na hadithi ya Adamu au walikuwepo kabisa kabla yake? Tatu, mafumbo ndani ya maandiko. Biblia Mwanzo nne mstari wa kumi na saba. Kaini baada ya kumua Abeli alihofia atakayenipiga yeyote atakayenikuta. Swali, ni nani hao wengine waliokuwa duniani wakati huo, ikiwa kulikuwa na Adamu hawa na watoto wao tu. Pia inasema Kaini alioa mke. Alimua nani? Hii imetoa hoja kuwa kulikuwa na watu wengine nje ya familia ya Adamu. Kuran sura Al Bakara mbili, sura ya 30. Malaika walimuuliza Allah, je, utaweka humo atakayefanya uharibifu na kumwaga damu? Hii inamaanisha kulikuwa na viumbe wa damu na nyama waliokwisha kuwepo kabla ya Adamu. Wengine wanasema walikuwa jini, lakini wengine wanaona ni viumbe wa kibinadamu waliotangulia. Nne, nadharia ya pre-adamites kuna wazo linaloitwa pre-adamite hypothesis likisema kulikuwa na binadamu wengine waliokuwepo kabla ya Adamu, labda waliotokana na mchakato wa asili wa mageuzi. Adamu basi alichaguliwa kuwa mtu wa kwanza aliyepewa roho ya kipekee na ufunuo wa Mungu. si lazima awe kiumbe wa kwanza kimwili duniani. Hii inasaidia kuunganisha sayansi na dini. Kulikuwa na spishi nyingi za wanadamu lakini Adamu alikuwa mwanzo wa binadamu wa kiroho. Tano. Uthibitisho kutoka maandiko ya kale zaidi. Kitabu cha Enoch na maandiko ya Kabala yanaeleza hadithi za vizazi vya roho na viumbe waliokuwepo kabla ya Adamu. Wamisri na Wasumeri walikuwa na simulizi za miungu walioumba wanadamu kabla ya hadithi za Biblia. Hii inaweka wazo kwamba Adamu na Hawa walikuwa sehemu ya simulizi ya kiroho, si lazima wanahistoria wa kwanza wa kibiolojia. Sita, hitimisho. Kwa hivyo, je, kulikuwepo na binadamu wengine kabla ya Adamu na Hawa? Sayansi ndiyo, kulikuwa na spishi nyingi za wanadamu. Dini haikatai moja kwa moja, lakini haitaji wazi. Kuna dalili ndogo zinazoacha maswali mengi. Huenda Adamu na Hawa walikuwa mfano wa kiroho wa mwanzo wa agano kati ya Mungu na mwanadamu, sio lazima wa kwanza kibiolojia.